Lakini leo hii kuna watu, kuna walokole kuna Wakristo. Hana hata cheo, sio askofu wala mchungaji, akiambiwa kweli ananuna ananuna na kasilika tena anamchukia hadi mchungaji wake, kisa amesema amemwambia kweli, anamchukia anamchukia, na mwingine hata kumsalimia msalimia, bila kujua ni Mungu ameagiza badala ya kuchukua hatua ya kutazama namna, sasa anaanza kupima, akiletea ujumbe huu, anaanza kupima. Mm. Huyu analeta ujumbe gani? Ona namna ninavyofanya. Mda mwingine bado sasa kaupako bado kapo, pamoja na kuwa ameletewa kweli kuwa amekosea, anasema ah, mbona ninaombea wagonjwa wanapona? mbona ninaimba upako unashuka, mbona afanya hivi sijui nini, nini? maneno mengi kibao, utetezi mwingi lakini Hezekia akuthubutu kuanza kumwambia Isaya, mnanidanganya. Huyu Mungu vipi? Mbona nilisha nimetembea katika njia zake kwa muda mrefu, nimefanya hiki kizuri, nimefanya hiki na hiki, nimefanya kwa ukamilifu. Mbona kujitetea? hiko hayo mambo, nenda kajitetea kwa Mungu. Na kujitetea kwako sio kumlalamikia Mungu, ni kuomba rehema na kutengeneza Bwana Yesu asiwe sana. Hezekia akageuza uso wake akasema, Bwana ninaomba unikumbuke. Nikumbuke, tazama namna nilivyofanya leo. Nimejua ya kwamba nimekosa. Anasema kwamba muda huo kabla yule nabii hajatoka katika ule mji alimwambia, rudi kwa Hezekia, Hezekia. Kamwambie nimeasikia maombi yake na nimekisikia kilio chake, hatakufa tena, atapona nitamwongezea miaka kumi na mitano na nchi yake atamwokoa na watu wa Ashuru atamwokoa na maangamizo ya vita. Bwana Yesu asiwe sana sisi, kama tunaelewana. Kwa hiyo tunamwona Ezekia anachukua hatua kufanyia kazi ujumbe ule ambao ni kweli ya Mungu na akapata suluhisho, akamua kufanyia kazi. Sasa watu hatutake, tunachukia kweli ya Mungu, tunachukia kweli ya Mungu, tunachukia mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu uwe makini sana. Ninaenda kumaliza, ninaenda kumaliza. Kwa hiyo watu wa Mungu, kweli ya Mungu ni mambo yote ambayo Mungu anatupa au anatuagiza au anakusemesha, haijalishi ni mazuri au mabaya. Kama umekosea Mungu akiuletea ujumbe, atakwambia wa kweli Usizani ya kwamba kweli ya mungu tu ni mambo mazuri tu, kwamba utabarikiwa, pokea hizi, Mungu amenituma kuwa mwaka huu utafanikiwa sana, kuwa utainuka sana basi, ndo unajua hiyo ndo kweli ya Mungu. Ukiletewa ya kwamba mwaka huu utakufa kwa sababu ya moja mbili tatu, umemkosea Bwana, wanasema huyu ni shetani kabisa, ushindwe kwa jina la Yesu, unaanza kukemea, unaanza, wewe, Bwana Yesu asiwe sana. Usifanyi hivyo. Kuna mtumishi mmoja akawa anatoa ushuhuda yeye ameletewa sadaka na washirika wake ya mayai mazuri, akapeleka kwake, kipindi hicho hata hajaoa. Sasa hivi ni mtumishi mkubwa tu, ni mtumishi mkubwa tu hajaoa. Akasema sasa, mbona hii ndo leo sikukuu mayai kabisa trei, kaletewa trei ya mayai akasema, mbona tutakula tutahondomola leo alipoyale yale amaye mayai, tumbo lake lilijaa, tumbo lilijaa, aliumwa, aliumwa, aliumwa kwa kiwango kikubwa. Bwana Yesu asuwe sana. Kwa kiwango kikubwa, tumbo limejaa, anapelekwa hospitali kwa kubebwa. Shida ni nini? Yale mayai yalikuwa sio sahihi akiwa hospitali anasubiliwa kutibiwa, madaktari wanashindwa. Wafanye nini? Mungu anamsemesha anamwambia, rudi, nenda madhabahuni, kalale kifudifudi, kalale, kalalie tumbo kwenye madhabahu. Alafu ukimaliza, utayachukua yale mayai utaenda kuya kuyachimbia kwenye shimo. Bwana Yesu asiwe sana Angekuwa mwingine anasema kwamba aliwaambia madaktari, nileteni watu. Akaita akamwambia daktari, nataka kuondoka. Madaktari anamwambia unaondokaje na hii hali? Anasema nataka kuondoka. Kwa sababu gani? Amesikia kweli ya Mungu.